Naitwa Cecilia Pareso, kada wa Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Arusha. Ninayo furaha na heshima kubwa kusimama mbele yenu wananchi wa Mpwapwa, kuwaomba mambo makubwa matatu kama ifuatavyo. Kwanza, kama ambavyo watangulizi waliosimama hapa wameeleza, tunawaomba kura za ndio kwa Chama cha Mapinduzi kwa wagombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, wabunge wote pamoja na madiwani wote kwenye kata zetu katika wilaya yetu ya Mpwapwa. Chama chetu chama chetu kimejiandaa kushinda kwa kuwa kimetuletea wagombea wenye sifa na uwezo wa kutosha wa kutuongoza kwa miaka mitano ijayo. sisi moye lakini pia Chama cha Mapinduzi ndio chama, chama pekee kinachojua shida za Watanzania na ndicho chama kina uwezo wa kwenda kutatua shida na changamoto zetu kupitia ilani ya uchaguzi ya miaka mitano ijayo. Jambo la pili ninalowaomba, ninawaomba tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe ishirini na tisa tukiwa tumebakiwa na siku kumi na tatu kwenda kupiga kura. Kwa nini tukapige kura? Nadhani hilo ni swali la msingi, na mnisikilize vizuri, kwa ufafanuzi huu utatusaidia na kutushawishi ili tujitokeze kwenda kupiga kura kwa wingi. Kwanza ni vyema tukatambua kupiga kura ni haki na wajibu wetu sisi wa Tanzania ambao sheria inatutaka tunaoandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura tuende kupiga kura. Lakini kupiga kura ni kujihakikishia maendeleo yako kwa miaka mitano ijayo. Kama haitoshi, kupiga kura ni tendo la kizalendo kwako wewe Tanzania. Ni vema pia tukatambua, kura yako ndiyo inaenda kuwapata viongozi ambao wataenda kutuongoza na kutuletea maendeleo kuanzia kwenye vijiji vyetu kata zetu na taifa kwa ujumla. Pia kura yako ndiyo inaenda kuunda serikali ya Chama cha Mapinduzi yenye misingi ya kazi na utu, kwa pamoja tunasonga mbele. Vyema pia tukajua kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wabunge na madiwani ya mwaka 2024. Katika kifungu cha mia ishirini na moja ni kosa kwa mtu yeyote yule akawazuia watu wasiende kupiga kura. Kwa hiyo wanaojaribu kuzuia watu wasipige kura, manake watakuwa wametenda kosa, na kwa namna yote ile sheria itachukua mkono wake.